The Business Channel Online Television ikitangaza kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Kumekuwa na mwitikio mkubwa kwa wafanyabiashara au wajasiriamali kutaka kufanya biashara ya gesi ya kupikia. Hii inatokana na imani waliokuwa nayo kuwa biashara ya gesi inalipa. Sasa inawezekana ikawa ni kweli na inawezekana pia sio kweli, lakini nachoweza kusema ni kuwa iwapo utafuata taratibu zinazokubalika, basi biashara ya gesi inaweza ikawa inalipa, kwa maana kuwa utakapofanya utapata faida kubwa tu. Sasa ni mambo gani ambayo inabidi uyatafakari na kuyatekeleza ili uweze kufanikiwa kuanzisha biashara ya gesi ambayo inalipa. Kwenye kipindi hiki mimi nitaelezea kwa undani zaidi kuhusu mambo ambayo unatakiwa kufanya ili ufanikiwe kuwa na biashara ya gesi inayolipa. Mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola, kutoka Tan Business Channel Online Television karibu. Sasa kama umeamua unataka kuanzisha biashara ya gesi ya kupikia, jambo la kwanza ni kutafuta eneo ambapo unataka kufanya hiyo biashara. Kwa hiyo ni lazima ufanye uamuzi, ni eneo gani unataka kufanya biashara. Kama kwa hapa Dar es Salaam, unaweza kusema okay, nataka kufanya biashara ya gesi maeneo ya Magomeni au maeneo ya Mwenge au Buguruni au Temeke na kadhalika. Kwa hiyo fanya uamuzi eneo unalotaka kufanya biashara ya gesi. Namba mbili, baada ya kuchagua eneo unalotaka kufanya biashara ya gesi, kinachofuata ni kuchunguza kama kuna fursa ya kufanya biashara ya gesi katika eneo ambalo umelichagua. Nimeshaongelea sana swala la fursa, na pengine nikianza kuongelea hapa sitamaliza kipindi, lakini kwa kifupi tu ni kuwa jaribu kuangalia kama kuna fursa. Sasa mifano michache ya fursa ni kuwa, kama eneo lenyewe unaotaka kuanzisha biashara ya gesi hakuna kabisa mtu anayefanya hiyo biashara, hiyo inakuwa ni fursa. Mbili ni kuwa, kama hilo eneo lina wako unaouza gesi, lakini idadi yao ni ndogo na mahitaji ni makubwa kwa hiyo hapo ni pana fursa. Fursa ingine inawezekana ni swala la huduma, wapo wauza gesi kwenye hilo eneo lakini huduma zao ni mbovu mbovu kiasi ya kuwa wateja hawaridhishwi nazo. Kwa hiyo hapo kwako kwa ni fursa ya kuanzisha biashara ya gesi. Ingine inaweza ikawa ni masuala ya huduma, wa wanaofanya biashara ya gesi hawako makini kwenye kutoa huduma kwa wateja huduma yako mambo mengi tu, una utaratibu wa kumabu kusafirisha gesi eh, jinsi ya kufungua na kufunga biashara ya gesi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni muhimu sana ukishachagua eneo la kufanya biashara ya gesi ni, ni ni vizuri uangalie fursa tatu. Sasa baada ya kuona kuna fursa na kwa hiyo unaweza ukaanzisha biashara ya gesi. Kinachofuata ni kuchagua aina gani ya duka utaanzisha duka la gesi, kwa sababu kuna aina ya maduka ya gesi aina nyingi. Kwa hiyo fanya uamuzi kama unataka kuanzisha duka la gesi ambapo utakuwa unauza mitungi mikubwa au mitungi ile midogo, au mchanganyiko wa mitungi. Lakini pia unaweza ukawa unataka kuuza labda majiko ya kupikia gesi na vitu vifaa mbalimbali vya gesi. Kwa hiyo fanya uamuzi na aina gani ya, ya jiko sorry, aina gani ya biashara ya gesi inataka kufanya. Kinachofuata ni swala la wateja. Ni muhimu ufanye uchaguzi wa aina ya wateja utakaowahudumia. Wa hii ni ya muhimu sana, kwa sababu huko mbele itakusaidia usiseme tu mimi nimeanzisha biashara ya gesi yoyote, atakayekuja au mimi namhudumia mtu yoyote. Hapana, akija mtu unamhudumia, lakini mwenyewe unaweka msisitizo kwenye kundi fulani la wateja la kuwahudumia. Kwa hiyo hiyo ni ya muhimu sana. Baada ya kuteua kundi la wateja la kuwahudumia, ni muhimu sana uwe na mazungumzo na hao wateja au uwe na mawasiliano ambao sasa, ukishakuwa na mawasiliano watakuelezea mambo ambayo wao wanahitaji, aina huduma wanazohitaji, aina ya gesi wanayopenda na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hiyo ni muhimu sana. Baada ya kuteua wateja utakaowahudumia, linaofuatia sasa ni brand. Unajua kuna makampuni mengi ya gesi. Sasa kuna gesi nyingine ni maarufu kwa watumiaji na nyingine sio maarufu. Kwa hiyo fanya uamuzi ni brandi gani ya gesi. Nikisema brandi, nafikiri mnanielewa, yaani hizi gesi zina majina. Sitaki kuyataja hapa kwa sababu ya taratibu za kisheria, lakini chagua ni aina gani ya gesi unataka wewe ndio kuweka nguvu yako kwenye kuhudumia, na unaweza hata ukasema aina mbalimbali za gesi. Kwa hiyo sio aina ya brandi moja, zikawa brand mbali mbali unataka kuzihudumia. Kwa hiyo hiyo ni ya muhimu sana. Baada ya hapo, sasa inaelekea unaanza kupata mwelekeo fulani na kuna uwezekano mkubwa wa kufanya biashara ya gesi. Sasa inabidi utengeneze plani au budget. Sasa inategemea na wewe mwenyewe unafanya uamuzi gani? <clears throat> unaweza ukatengeneza business plani kama una uwezo au ukatengeneza budget, kwa sababu hizi documents ni za muhimu sana, maana ndio zitakazo kuongoza kwenye utaratibu mzima wa kuanzisha biashara ya gesi ambayo inaweza ikawa inakupa faida. Kwa hiyo weka mipango ya kutengeneza business plan au budget ya kuendesha hiyo biashara. Baada ya hapo, sasa kuna swala la mtaji. Kwanza, Fanya makadirio ya mtaji utakaohitajika kwenye kuanzisha hiyo biashara, na kuna nimeshaelezea mara nyingi tu jinsi ya kufanya makadirio ya mtaji. Siwezi nikaelezea hapa, nitamaliza muda wa kipindi. Lakini pili, kwenye swala la mtaji, ni wapi utapata mtaji? Kwa sababu ni muhimu sana kwa sababu bila mtaji huwezi ukaanzisha biashara. Kwa hiyo swala la wapi utapata mtaji nayo ni la muhimu sana sasa hayo ni masuala nahusiana na mtaji. Baada ya hapo sasa, ni kwa mambo yanaanza kwenda, yanaanza kujipa. Kwa hiyo sasa tunazidi kusogea, kwa suala la mtaji limeshaeleweka. Sasa kinachofuatia ni suala la wafanyakazi. Je, utakuwa na wafanyakazi wangapi watakao kusaidia, au wewe utauza gesi wewe peke yako? Sasa hilo ni swala lingine la kuwa na wafanyakazi, au utauza wewe gesi peke yako, utakuwa na wasaidizi? Kwa hiyo hilo nalo ni ni swala la msingi la kuliangalia. Baada ya hapo, ni kuweka utaratibu wa kutengeneza hesabu za biashara. Usije ukaanzisha biashara ya gesi bila ya kuweka hesabu kwa sababu hizi hesabu ndio zitakazo kusaidia kuonyesha kama biashara inapata faida au inapata hasara, mtaji unaongezeka au unapungua, mali zinaongezeka au zinapungua, madeni yanaongezeka au yanapungua na kadhalika. Kwa sababu ukishaelewa hivyo vitu, inakuwa rahisi kwako kuchukua hatua kutokana na hesabu za biashara zinavyoonyesha. Kwa hiyo hiyo ni ya muhimu sana. Sasa ni karibu, vitu vingi sasa vinakaribia, vina, vina karibia wewe kuanzisha hiyo biashara. Kwa hiyo sasa tuende sasa kwenye kuelekea kwenye kuanzisha biashara. Sasa usianzishe biashara ya gesi ambayo ni bugu, inabidi uisajili. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni kusajili kule sehemu inaitwa BRELA upate jina la biashara, business name, au sajili kampuni kabisa ili ufanye mambo yako kiuhakika. Kwa hiyo unaweza ukasajili jina la biashara au ukasajili kampuni, hapo unakuwa umemalizana na BRELA. Baada hapo, wapi unapokwenda? Unapiga hatua kwenye sehemu inaitwa TRA, mamlaka ya mapato au kodi. Kule unakwenda kwenda kutafuta tini, tini namba na ukipata tini namba baadaye, watakuuliza maswali mbalimbali, watakupa kitu kinaitwa tax clearance certificate, kwa maana kuwa wewe umepasishwa kwenye mambo ya kodi. <coughs> Na hii tax clearance certificate ni ya muhimu sana, kwa sababu ukitoka hapo sasa unakwenda kutafuta leseni. Kwa hiyo unakwenda halmashauri ya wilaya au halmashauri ya mji au inategemea inawezekana hata kwenye ofisi ya wizara kule unakwenda kutafuta leseni. Na kule kwenye leseni watakuuliza je, yeah, umemalizana na watu wa TRA? Kwa hiyo tax clearance certificate ndiyo itakayo kusaidia kama umemalizana nao. Wao hawana mambo mengi, labda sana sana watakwambia hosi, mambo ya afya sibi na nne, kisha kutekewa leseni ya kufanya biashara. Sasa umeshapata leseni, kitu gani kinafuata? Usipate leseni halafu moja kwa moja unafungua duka, hapana. Jipange bwana. Kwa hiyo fanya matangazo. Unaweza ukatangaza kutumia redio, television, inategemea na mtaji wako, lakini unaweza ukatumia pia mitandao ya jamii ya kompyuta, lakini pia unaweza ukaweka mabango kuonyesha kuwa hapo ndio mahali gesi inapatikana. Kwa hiyo jitangaze na, na ukishamaliza kujitangaza, basi panga siku ya kufungua biashara yako. Usifungue biashara kimya kimya, fanya kasherehe kidogo, na kwenye kasherehe jaribu kualika watu wenye uzito. Inawezekana pale mtendaji wa eneo unalofanya biashara Eh, inawezekana pia mzito mmoja hapo, wajumba nyumba kumi na vitu kama hivyo, na wateja kwa ujumla. Siku ipangwe maalumu ya kufungua biashara yako hapo. Utakuwa taratibu nyingine zote au taratibu muhimu umezifuata. Sasa kwenye vipindi vijavyo nitakuelezea sasa ufanye nini ili ufanikiwe kupata faida kwenye biashara. Leo nilikuwa naelezea taratibu nzima za kuanzisha biashara ya gesi. Naona nimeongea vya kutosha na ningependa kuwaomba mwangalie vipindi vyetu vya Dira ujasiri ya Ujasiriamali ambavyo vinatangazwa kila siku saa tatu usiku na Tan Business Channel Online Television, na tuna mada mbalimbali mbali. Kama leo nimezungumza mambo ya gesi, kesho kutakuwa na jambo lingine. Kwa hiyo nawashukuru sana, asanteni na karibu tena.